Kila siku unalia, mambo yako hayaendi, dunia inakuchapa. Je, unatoa sadaka, ndugu yangu? Au ukiziotea unagonga zote peke yako? Ukitaka kuona mafanikio, toa sadaka. Sadaka ina nguvu kubwa sana. Kwenye sadaka, Mungu hana utani kabisa. Kama huamini, chukua kilo kumi za mchele, nyama na mafuta ya kula sasa hivi, wape familia moja maskini hapo mtaani kwako. Halafu sikilizia, utashangaa kila kitu utakachogusa kitaitika. Hapo ndipo utakapoelewa kuwa Mungu hana utani katika engo hizo za sadaka. Wenzako wanatoa sana sadaka. Kwa hiyo, mpendwa, ili kuyafikia mafanikio kuna kanuni zake, na kanuni mmojawapo ni kutoa sadaka. Wenzako wanalijua hilo, ndio maana wanakwenda kanisani wengine kwa yatima na wajane, na wengine misikitini. Kote huko lazima watoe sadaka. Sadaka ina nguvu kubwa sana ya kukuunganisha na madhabahu ya mafanikio yako. Heri mkono utoao kuliko upokeao. Hamna mafanikio yasiyotoka kwenye madhabahu. Halafu siyo sadaka tu, lazima iwe sadaka iliyonona. Sadaka iliyonona itakuletea mafanikio yaliyonona sadaka dhaifu itakuletea mafanikio dhaifu. Sasa wewe msikitini huendi, kanisani huendi, kwa yatima na wajane huendi, unajiita neutral. Haya, unapotoa sadaka yako inenee, usitoe tu kama vile unalipa nauli ya daladala. Sadaka imekuwa ikitolewa tangu enzi na enzi, mababu zetu walitoa sadaka za vitu na maombi yao yalijibiwa. Kuna sadaka za damu, yaani kafara, na sadaka za kawaida. Sadaka ya damu ina nguvu kubwa sana kuliko sadaka ya kawaida. Chukua hata ling'ombe lizima, peleka kwa wafungwa gerezani, au pelekea wanafunzi wa bweni wapike wale, uone muujiza. Kuna watu wako mahospitalini wameshindwa lipa bili, ili watoke, nenda kamlipie mmoja wao atoke. Hilo ni bonge la sadaka. Mpenzi mtazamaji wa Mkoi TV, usibaki mtu wa kuchangia misiba na sherehe tu. Changia wagonjwa pia, changia wenye njaa, valisha wasiokuwa na nguo, changia hata walioshindwa wa kulipa kodi na ada. Kuna mtu kwa kumwangalia tu unaona ana shida za kutosha, hata kula ni tatizo Japo hajakuomba ila, ukimwangalia vizuri, midomo yake inasema: acha kusubiri muujiza bila kutoa sadaka. Hii ni Mkoi TV Online, mimi ni Hilal Kanal. Mwandishi wa makala hii ni Denis Mpagaze, Mkoi TV. Asante ndugu Mkoi. Kwa majina anaitwa Jeremia Matayo Msimbazi, ni mkazi wa Mwanza eneo la nanii Nyakato, nilikuwa najishughulisha na kazi ndogo la uendeshaji wa chipsi. Baadaye nikaachana nayo kazi ya chipsi, nikaendelea na kazi ya kawaida ha. Katika kuendelea na kazi hiyo, siku moja ilikuwa ni muda wa saa kumi na mbili jioni, nikasema bana, ngoja nikapumuzike. Nimepumuzika baadaye nikaamuka nikaenda kwenye matembezi yangu usiku. Ilivyofika kama muda wa saa tano hivi kuelekea saa sita nimelala, nikabanwa haja ndogo. Haja ndogo nilivyoamka nikashitukia naanguka, haya kuanguka nikawa natapika. Baadaye nikamwita ambaye nilikuwa nakaa naye kijana, nikamwambia naomba uniletee tochi hapo nimulike natapika nini. Alivyoniletea tochi akakuta anatapika damu Eh, akashtuka. Ikabidi nimwambie, bwana nenda umwambie jamaa yangu ambao nilikuwa nafanya naye kazi anaitwa Emmanuel. Akawa amempata yule bwana kaka, akawa amekuja na maji ya kunywa, akanipatia hapo, nikanywa, lakini kaendelea kutapika damu. Nikimaliza kutapika damu hivyo, hali ile ina inakuwa haipo tena. Nikamwambia bwana, tafuta usafiri unipeleke hospitali. Baadaye alivyotafuta usafiri kulingana na maisha ambayo tulikuwa tunaishi, tulikuwa tuko pembezoni na kijiji. Akasema bwana sasa hivi wa boda boda wapatikani. Nikamwambia bwana kama Mungu atanisaidia nitapona. Basi tupumilie mpaka asubuhi. Kweli tumevumilia ilivyofika saa kumi na moja kuelekea saa kumi na mbili. Boda boda akawa amekuja. Amekuja nikapelekwa hospitali. Nilipopelekwa hospitali tumefika hapo nikawa nimechukuliwa maelezo pale pale pale, tena hospitali nikatapika nikawa, nilivyotapika nikawa madaktari wakasema ah, huyu mtu yuko siriasi. Ikabidi waniwee kwenye kitanda cha wagonjwa, nikawa nimeenda odini mle, nimeongezewa damu na diripu ya maji. Walivyonipima wakasema, wana huyu mirija ya damu ndio imefumuka. Wakadai kama una pesa mjichange change change tukufanyia operation tufanyaje, tuizibe pesa ikawa hamna. Baadaye nikaendelea kutibiwa hapo, nimekaa kama wiki moja hivi, nikamwambia jamaa yangu ema, hapa naona matibabu yenyewe kwa vile mimi nishapata uweni, nitoke tutoke. Kwa ile akawa amenitoa tukaendelea tuna matibabu ya nini, ya asili. Kuna jamaa mmoja akawa ameniambia, bana, mbona umekonda hivi rafiki yangu, unaona? Nikamuelezea wana mimi ni moja mbili kutwa nata, na tatizo hili. Akawa amesema mmm, jamaa yangu wewe bwana, ulishawahi kunisaidia mgawani, nilikuwa kun, nimepungukiwa nime nini hela ya kulipia nanii chai hapo. Kaa umetoa mia tano kwa hilo tatizo lako nitakutibia kwa alfu thelathini. Naona nikamwambia bwana, mshukuru Mwenyezi Mungu kupata vije, watu kama nyinyi wenye moyo. Akasema hili tatizo la utapikaji wa damu mimi natibiaga laki moja na nusu, lakini we kwa vile ulifanya hutu basi, mimi nitakutibia kwa elfu thelathini. Kweli jamaa kanitengenezea dawa, kanitengenezea dawa ambao alinunua nani ufuta, akaukaanga akachanganya na yai na vitu vingine ambavyo alichanganya yeye anavifahamu. Akaniambia kwa kutwa niwe natumia mara tatu, asubuhi, mchana, jioni. Kweli nimetumia hivyo, nikawa nimejisikia vizuri. Baada ya miezi mingapi hali yangu ikafanyaje, ikarudi. Lakini changamoto ambayo ilikuwa inanisumbua ni ile damu ya kuongezewa, nilivyokuwa ninatembea na na kuwa, naona kama vile mwili hauna nguvu ah, sikuja. Lakini kwa vile nilikuwa nimeshapata matibabu, nikaendelea na kazi ndogo ndogo. Kweli nimeendelea, ilikuwa ni elfu mbili na kumi na tatu ile tatizo linatokea, nime nilipopona Ah, katika utafutaji nikawa nimepata changamoto ya kuja huku Dar es Salaam. Kuna jamaa yangu akaniambia bana, njoo tufanye kazi kweli. Nimekuja huku nipo mzima tu hivi hivi, nafanya kazi za kawaida haya. Kwenye tarehe kumi na tisa siku za uchaguzi, humo nimefanya kazi vizuri, hayo matatizo ya mabomu mabomu hayo yakawa yamepita. Haya, hii tarehe tisa waliosema tena wanaandamana leo nikakutana tena changamoto hiyo, hilo tatizo likawa limeniijia nikiwa bado niko pale nyumbani, nimelala muda wa saa 12 nikawa kila nikitaka kuamka naona kama vile yani mtu ananivuta. Ah, nikasema leo nimepatwa na changamoto gani? Aidha labda hii taa nizime, nikazima, lakini bado tatizo nilile. Nikasema ah, huku ninakokaa niko peke yangu, unaona inakuwa vyema niende kwa ndugu na jamaa niwaelezee matatizo nilionayo kweli. Nikawa nimetoka ambapo nilikuwa nakaa, nikaenda kwa dada mmoja ambao tunaelewana pale. Nikamwambia bana dada, nikafika nikamgongea kwenye muda wa saa nne usiku, nikamwambia fulani, mimi na changamoto hii, naona maana sielewi hili tatizo, labda nataka kurudi. Akasema kwa vile sasa umeshatuambia sisi na huku kuna watu wengi, inabidi ukae tu huku, unaona, ukae huku tutakuwa tunakuangalia. Kweli akanipa hifadhi pale nikawa nimelala hapo, nitaandikiwa nani godoro hapo, nikalala. Haya, kidogo tu nikamwambia bwana, mimi nahitaji kwenda haja ndogo. Nimeamka ile napiga hatua mbili tatu, nikaanguka na kuanza kutapika. Ikabidi nimuite dada, dada Flora njoo. Kweli dada akaja, niambia bulete nani tochi hapo kuangalia ile tatizo tena limerudi. Sasa sina jinsi, nikaangalia mimi mwenyewe maisha yenyewe ndio hayo kaambia wana jamani, kama kuna huduma mnipeleke. Wakasema huu hmm, ni usiku sasa, tutafanyaje? Sisi wenyewe hatuna pesa, ikabidi nivumilie. Wakanikorogea huja hapo, nikanywa. Nilivyokunywa ile hadi nikawa kama imepotea, nikaendelea kukaa tu. Kesho yake ukacha ah, mi naona kama niko kawaida, ila hmm, navozidi kukaa nao naona hali inazidi kubadilika. Asubuhi wameniletea nani maziwa freshi, nikawa nimekunywa nikamaliza na tu miogo nikawa nimekula nikajisikia vizuri. Baadaye tena wakaleta nani miogo na nimiyogo, na maziwa nikanywa nikatapika, nika nikamwambia, jamani, mimi hali yangu inazidi kuwa mbaya, nipelekwa hospitali. Ha, nimepelekwa hospitali, hospitali ya kwanza kwanza wakaniuliza hospitali, tukupeleke ipi? Nikamwambia, nyinyi ndio wenyeji wa huko Dar es Salaam, mimi hospitali sijui popote, mtakaponipeleka ili mradi nipate nini, huduma kweli nikawa nime, wamenipeleka hospitali moja naitwa mague pande. Nimefika hapo kama muda wa saa kumi na mbili tumefika hapo, tukachukuliwa maelezo hapo, wakawa wameniambia, bana una tatizo gani? Kawaelezea wakanipima vipimo vyote, wakasema, bana huyu mirija ya damu imefumuka. Sasa hapa hatuna kile kipimo cha nani cha kamera, inatakiwa tumpeleke wapi? Mwananyamara, unaona Kweli pale Magwe pande nilalepo siku moja, kesho yake jioni nikawa nime, nimetoka kwanza, kabla ya kutoka walihitaji waniongezee damu, maana unit wanipima wakasema ah, damu huyu ana ana unit tatu, unaona. Baadaye nikawa nimeongezewa damu hapo unit moja, wakasema bana, hii damu inahitajika ilipwe, unaona. Ah, ndugu na jamaa ambao walikuwepo karibu hapo, jamaa zangu wakawa wamekuja hospitali hapo wakawa wametolewa nani, unit tatu tukalipa na, ni tuka na gharama ambazo tulikuwa tunadaiwa ndogo ndogo, tukawa tumeondoka tume kwenda Mwananyamala walipotuagiza kule. Tumefika pale Mwananyamala muda kama wa saa tano usiku, atunaingia mle hospitali, tukawa tumesahau uhamisho. Daktari akasema inatakiwa mpime tena, unaona kupima. Tukasema hatuna pesa, unaona ikabidi turudi kesho yake tumerudi. Msamaria mwema ya jamaa yangu ambao nilikuwa naye karibu akasema jamani, huyu yuko siria sana anaumwa, ngoja nifanye nini, utafiti tumpeleke hospitali nyingine. Nikawa nimepeleka hospitali ya besta pale kupika pale besta, nimepimwa vipimo vyote na hicho cha kamera kikiwemo, wakasema bana, huyu ana changamoto ya mirija ya damu imefumuka, alafu kingine tena kuna hii mirija ya damu imeshakuwa imeshapanuka unaona, inatakiwa afanyeje? Afanyiwe upasuaji, waizibe ile mirija kwanza, alafu na hii mingine waikaze na nani, na plastiki, kuna tu raba bendi hivi wana wanakaza. Daktari alionyesha hasa, nikiangalia gharama yenyewe, alisema kila kifaa kile kinauzwa laki mbili. Unaona, nasema ah, daktari, ngoja tujipange kwanza. Alafu pia akapima tena akasema huyu bandama lake inatakiwa litolewe. Naona na kweli nikiwa ninajiangalia mimi kila mawingu yanapo na nini mbona inataka kunyesha upande wa kushoto kuna nasikia maumivu. Na naambia jamani, hili bandama linaniuma sana. Daktari mwenyewe anasema jamani, natakiwa litolewe. Haya, hapo matibabu hatukupata, maana hela hamna. Hapo akasema hatuwezi tena kumtibu huyu, damu hana mpelekeni hospitali nyingine. Nikahamishwa hapo kwenye hospitali, nikapelekwa hospitali moja iko Magomeni, karibu na kanisani hapo. Kweli pale nikaenda nikawekewa nani damu yoni tatu, nikawa nimetibiwa. Kesho nimelala siku moja pale odini, kesho yake nikapimwa, kaangalia damu ikawa ni yoni tisa na point point. Baadaye akaniambia sa, rudi nyumbani, kesho ndio utakuja, tufanyaje tukutibu Kweli wananchi wakajichanga changa, ndugu na jamaa, nikarudi pale Besta. Pale Besta nikawa nimepata nini matibabu, lakini matibabu niliyopata ni ya kuzibwa hii mirija ya damu, ndio nilipata kama mara tatu hivi, nikawa nimezibwa. Lakini changamoto inayonisumbua ni hili bandama litolewe, naona nikiangalia mimi mwenyewe sina pesa sina wazazi haya, mwanamke wangu ndio alishaondoka, hivyo nimebaki mimi mwenyewe na watoto wangu wawili. Unaona, nahitaji msaada wenu ili nifanikiwe zoezi la upasuaji. He, kiasi kinachotakiwa ni milioni moja na laki tano. Jamani watanzania wenzangu, naomba mnisaidie kwa hilo. Mpaka sasa hivi naangaika sana, hata nikisimama nikiwaonyesha sehemu ambayo ina matatizo na nyinyi wenyewe mnaweza mkaona mkisema hivi bana, labda huyu anataka kututapeli. Matatizo yenyewe ni, ni, haya hapa. Unaona hii mirija hii mnayoiona hii hii inatakiwa ikazwe, hii na yenyewe hii, huu vimbe wote huu, au maeneo panapo huma ni hapa hapa, ili bandama ndio limeshafanyaje limeshaharibika, inatakiwa lifanywe operation hii nauna, hii naona, kama nikipata ile pesa nitafanywa operation, nitaendelea na maisha. Nitawashukuru sana ambao mtakao mtakao kuwa mmenisaidia unaona kwa hiyo ndio changamoto nilionayo nayo ndugu wananchi wenzangu kwanza nitapenda niwatambulishe ninapoishi mimi niko Dar es Salaam hapa nilipo nimefikia wazo mtaa wa nyakasangwe si ndio hapa msigani senta mtaa mmoja unaitwa kwa wapakizi ndio naishi hapo unaona ambayo ataguswa kunichangia mimi nambari yangu ya voda ni sifuri saba arobana moja kumi na sita kumi na sita zilo saba, namba ya aroteli sifuri sita ishirini na nane tisini na nne sitini na moja hamsini na tano sifuri, sifuri saba arobana moja kumi na sita kumi na sita ziro saba, aroteli sifuri sita ishirini na nane Tisini na nne, sitini na moja, hamsini na tano. Jina linakuja Jeremia Matayo Msimbazi, zote lai ni Jeremia Matayo Msimbazi. Aya, ndugu zangu wote wa Tanzania ambao muko nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania wote, jamani naombeni msaada wenu, mimi ni kijana wenu, nifanikiwe tatizo la kutoa nini bandama hii, maana bila kutoa bandama hii itakuwa linaninyonya damu kila siku, kazi zingine sitafanya. Mfano kwa sasa hivi kazi kubwa kubwa hizi siwezi kufanya, nafanya tu kazi ndogo ndogo. Nikilazimisha kazi kubwa, ya mirija ile ya damu inafumuka tena, tatizo linarudi pale pale. Naombeni mnisaidie jamani, na asanteni kwa aliyoguswa na ili tatizo langu jamani, na imani Mungu atawasaidia sana katika utafutaji wenu, mtanisaidia.